nini tumekuandalia leo? Ndege moja ambayo ilikuwa ikitumiwa na, na M23 RDF ikiwa ni ndege kutoka Rwanda na ambayo ilikuwa ipeleka msaada wa askari kama vile vifaa vya kijeshi katika mji wa Walikale ili kusaidia askari wao wanaopatikana sehemu hiyo, imeweza kuunguzwa na kuchomwa na ndege za kivita za FRDC Soko 25. Ilikuwa ni kabla ya zuhuri siku ya alhamisi hii. Habari tulizo nazo zasema kwamba ndege hiyo iliweza kuchomwa na makombora kutoka sokoi, na hata vile kuna maeneo mengine ambayo yalikuwa yanaikaliwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda, ambayo yaliweza kushambuliwa kwa makombora. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, huo ni muktasari lakini kabla tuendelee, na kuomba wewe ambao bado uja subscribe tafadhali usikose kusubscribe yani ya kujabone usikose ku like, usikose kuacha comment yako, vile vile usikose kutuandikia wapi unako tufuata, na kwa mwisho usikose kushare, yani ya kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na kesho Kuna Nini nioze itakuja kwa kishindo zaidi ndama Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Kama vile kumbukumbu ni kwamba tarehe 22 mwezi Machi M23 RDF Jeshi la Rwanda kama vile AFC waliweza kutoa kitangazo cha kusema wameondoka katika mji wa Walikale, awe eneo la Walikale, ili kuweza kuipa nafasi amani kudumu, na hiyo kutokana na madai na walioyatoa huko mjini Doa Qatar tarehe 18 Machi mwaka 2025, marais wawili yule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paulo Kagame, kutokana na yale ambayo waliweza kukubaliana, waliweza kutoa madai ya kwamba kuwepo usitishwaji vita na ikapelekea M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC kutoa kitangazo na kuandika kwamba wameondoka katika mji wa Walikale, ili wa wawape nafasi ya hali ya kupumua na vile vile waweze kutekelezesha yale madai yaliyotolewa huko mjini Doha huko Qatar. Lakini baada ya karibu ya siku moja au mbili, tuliweza kuwatangazia kwamba jeshi la Rwanda linaendelea kupeleka vifaa vya kijeshi pamoja na askari wao kupitia ndege kama vile helikopta na vinginevyo, alama ya kuonyesha kwamba walioyatangaza yalikuwa ni masemi pekee, bali kuweka kimatendo ni kwamba walikuwa wangali bado wanajiandaa vilivyo kwa ajili ya kuendelea na vita vyao. Na ndivyo leo siku ya Alhamisi ya tarehe Machi 27 kulikuwa ndege kutoka Rwanda ambayo ilikuwa ikileta misaada katika maeneo hayo kupitia uwanja wa ndege wa Kigoma hapo Walikale. Kwa bahati mbaya kwao, ndege za kivita za FARDC zinazojulikana kama vile Sokoi ishirini na tano ziliweza kushambulia ndege hiyo ambayo ilikuwa ingali bado kwenye uwanja, ilikuwa bado hijaruka ilikuwa haijapaha bado, ilikuwa ingali bado kwenye ardhi, baada ya safari za nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Wakati ilikuwa ingali bado hapo siku ya Alhamisi hii, kabla hijatoka tena, au kabla ya kurudi tena kuchukua askari wengine pamoja na vifaa, kulitokea mfululizo wa mashambulizi ya ndege za kivita aina ya Sokoi iliyoshambulia kwa mizinga uwanja wa ndege wa Kigoma unaomilikiwa na hao M23 RDF, jeshi la Rwanda. Ndege hiyo kutoka Rwanda ikiwepo kwenye uwanja, nayo ikaweza vile vile kuunguzwa. Hiyo haitoshi, lakini kuna vitu vingine vingi ambavyo viliweza kuharibiwa, na mashambulizi yaliendelea vile hata sehemu zingine kama vile tulivyoambiwa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC, licha ya kutoa kitangazo, hayo yalikuwa kwenye karatasi tu, lakini kimatendo wao waliendelea kujipanga vilivyo, na ndiyo kwa maana hata kwenye matangazo yetu yaliyofuatia tukazungumzia uenda kitangazo kilikuwa cha kuzubahisha serikali, lakini kwa sasa serikali iliweza kuelewa hiyo na baada ya kusikia kwamba M23 RDF jeshi la Rwanda AFC wanaendelea kuongeza idadi ya askari wao, nao walijiweka kwenye mchezo huo, na moja kwa moja mashambulizi hayo yakaweza kutokelea yakaweza kutokea hadi vile walivyofikia kuunguza ndege hiyo ya M23 RDF jeshi la Rwanda kwenye uwanja wa ndege wa Kigoma huko Walikale. Ni hayo ambayo tumekuandalia kwa, kwa siku ya leo yale ambayo ataweza kuendelea tunabudi kuwazungumzia endapo itawezekana kadiri habari zitakavyo zipata. Na ni kufikia hapo, sina cha ziada. Ombi langu kwako ni wewe ambao bado hujasubscribe, usiondoke kabla haujabonye, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kuomba vile vile uweze kutuandikia wapi uliko na hatimaye usikose kushare, yani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi acha nikushukuru wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Asante kwa muda wako.